Sasa eneo jingine ni eneo la michezo. Serikali inajipanga, hii ni taarifa, serikali inajipanga kujenga uwanja mkubwa wa michezo pale Msoga, na hii ni shukrani yetu kwa utumishi wa rais wa awamu ya nne. Mengi mengi tumeyapa majina Kikwete nini, lakini sio Msoga, hatujafanya kitu kwa hiyo uwanja ule tunakwenda kuweka Msoga kuonesha shukrani yetu kwa rais wa awamu ya nne. Kwa hiyo wana Chalinze itakuwa na uwanja mkubwa wa michezo pale Msoga, lakini jengine niwahakikishie, nakumbuka kulikuwa na madai ya fidia, madai yale yalikuwa ya bilioni tisa tukalipa zote bilioni tisa Yakazuka mengine yakazuka mengine ya bilioni nne Haya ya bilioni nne tunayafanyia uhakiki. Tunawaomba viongozi wanaohusika na yale washirikiane na serikali kikamilifu, na kwa ukweli ukweli, tufanye tathmini tufanye uhakiki tulipe kilichobaki, ili sisi na wanamsata tumalizane na mambo ya miradi yale yaendelee. CCM oye! Msata oye! Sasa ndugu zangu, ndugu zangu, hebu nione mikono itakayompigia kura Ridhiwani, hiyo hiyo ya ndio na hapana. Nani anaenda kupiga kura ya Ridhiwani? Msata oye! Haya, Ridhiwani ni ndio na hapana, lakini Ridhiwani peke yake sasa ile kipindi cha ja, kile kichumba cha pili kile, hapana, hatutaki kuona tiki imeingia kule. Hatutaki kuona tiki, na viongozi tunaomba mweleweshe watu, hakuna tiki kuingia kule. Kule miaka ya nyuma angekuwa ndo basi tena keshapita, lakini kwa sababu tumeengeza demokrasia tukasema hapana, atapigiwa ndio na hapana. Kwa hiyo kile kichupa cha hapana kiwe kitupu, ndugu zangu. Lakini la pili ni <coughs> wa madiwani wetu, madiwani wa eneo hili mmete, eh, mpo hapo, mmechagua madiwani, mmetuletea, tumeridhika, tumewarudisha. Naomba mkawapigie kura wote wote, kwa sababu hawa tunavyosema tunakuja kuongeza wodi pale kituo cha afya zile pesa zitapokewa na madiwani na ndio watakaosimamia kupitia halmashauri, na ndio watakaosimamia ujenzi, iwe kituo cha afya, iwe kusogeza zaidi, utanuzi na usambazaji wa maji, sababu najua si kila mwanamsata ana maji karibu na yeye. Kazi inayotukabili sasa ni kusogeza maji karibu na wananchi. Kwa hiyo kazi zote hizo watazisimamia wao kwa tunaomba mwapigie kura zote. La tatu ni kura ya mgombea urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, ambaye ni mimi niliyesimama hapa na ninayezungumza. Ndugu zangu, mimi mwenyewe, mbunge na madiwani wetu wote, tunaomba kura zenu, tunaomba kura zenu wanamsata. Kuhusu barabara za ndani ya jimbo la Chalinze, tunakwenda kuongeza barabara za kilomita tano lami ndani ya mji wa Chalinze. Lakini pia pia, tunakwenda kuweka mataa ya barabarani maeneo ya Mdaula, Bwawani, Ubena, Zomozi na Msolwa. Tunaweka maeneo hayo, ili watu wafanye biashara zao muda wote jinsi watakavyoweza. Chalinze oye oh yeah. Bagamoyo oye oh yeah. Ndugu zangu, pamoja na kumaliza kazi ya kuunganisha umeme katika vijiji vyote ndani ya wilaya ya Bagamoyo, yaani majimbo ya Bagamoyo na Chalinze, Tunaenda kwenye vitongoji na hiyo kazi tutaimaliza si muda mrefu. Nalotaka kuongea nanyi. Chalinze nyinyi mmebeba dhamana ya umeme wote wa nchi hii karibu nusu na robo ya umeme wa nchi hii mmebeba dhamana Chalinze, kituo kikubwa, kituo kikubwa kinachopokea umeme kutoka bwawani, kule bwawa la Mwalimu Nyerere, kipo hapa Chalinze. Niwaombe sana wana Chalinze, hiyo ni dhamana mmeibeba kwa niaba ya taifa. Naomba mlinde hiyo rasilimali mlinde hicho kituo, kwa sababu hapo ndipo uchumi wetu ulipo, hapo ndipo usalama wa nchi yetu ulipo. Niombe sana makundi yote, makundi yote, wafugaji, wakulima na wengine wote, lindeni hicho kituo e, mmebeba kwa dhamana ya nchi.